Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia dondoo, maswali na majibu, na hizi ni dondoo za Nguu za Jadi. Dondoo ya kwanza: mimi ni mwanamume, ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha hapo. Akae na kuitumikia jamii yake bila kuuliza uliza maswali. Kwa hivyo dondoo ni kurasa arobaini na moja. Na nitakusomea. My love una unahusiano gani na Sangilu? Jana nilishuhudia akikupa pesa nyingi sana. Kumbuka vile alivyokutusi alipoona usuuba wetu hawezi kuuvunja. Kumbuka kile kipanga itu siku ya harusi yetu. Vuta fikira, mume wangu, jihadhari usimkumbatie simba ukidhani amelala au anakutafutia mke mwingine? Magwasha alisaili. Sina mke mwingine, lakini unizuii kuoa tena. Samahani, sina mke mwingine, lakini unizuii kuoa mwingine. Mimi ni mwanamume, inaweza kuwa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha. Hapo azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza uliza maswali, Mrima alimwambia bila kujali. Lililomshangaza Magwasha ni kwamba mumewe hakutaka kumtazama usuni suni, hainge mruhusu kufanya hivyo. Alijua mkewe kayajua yote aliyokuwa akifanya sikuambii alionena afisini. Kwa hivyo swali la kwanza, eleza muktadha wa maneno haya, alama nne. Kwa hivyo unasema nani amesema maneno hayo, anamwambia nani, mahali ni wapi, na kichocheo cha kauli hiki, yaani ni kilikuwa kinaendelea kauli hii kisoma. Kwa hivyo haya ni maneno ya Mrema anamwambia nani? Magwasha ni anamjibu Magwasha, na mandhari ni wako nyumbani kwao. Hapa Magwasha alikuwa amemuuliza Sangilu, alikuwa hapa. Magwasha alikuwa anamuuliza mumewe Mrima ikiwa Sangilu alikuwa anatafuta mke mwingine kisiri. Swali so, la pili Jadili maudhui matatu yanayojitokeza kwenye dondoo hili, alama sita. Kwanza kuna maudhui ya ubabedume. Ubabedume ni pale mwanaume anajiona ni bora kuliko mwanamke. Lazima utoe mfano hapa. Anasema azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza uliza maswali. Pili, kuna maudhui ya utamaduni inaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Kwa hivyo haya ni mambo ya utamaduni kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake, ule utamaduni wao. Pia kuna nafasi ya mwanamke katika jamii, na nafasi ya mwanamke katika jamii hapa ameambiwa ni kuzaa na kuitumikia jamii yake. Hapa pia kuna maudhui mengine kama vile migongoro katika ndoa. Ukiangalia hapa ni mgongoro unajitokeza kwa sababu uh, Marima na Magwasha hawaelewani. Mmoja anauliza maswali na mwingine naye anaona kuwa yeye ni mkubwa kushinda mwenzake, yaani Marima ndiye anaona yeye hapa sikuuliza maswali kama yale na mkewe. Pia pale kuna swala hilo la ndoa, au unaweza kusema maudhui pia ya ndoa yanajitokeza kwa sababu kuna huo mgongoro katika ndoa yao. Swali la tatu, eleza jinsi mnenewa alivyoitumikia jamaa yake. Kwa hivyo lazima kwanza useme mnenewa ni nani. Mnenewa ni yule ambaye anazungumziwa, anazungu yule ambaye anaambiwa ni nani? Magwasha. Kwa hivyo Magwasha anaitumikia jamaa yake vipi? ni jamaa pia, unaweza pia kusema ni jamii yake. Kivipi? Kwanza anawaelimisha, anawavisha na kuwalisha Sayuri na Kanjewa pili anamtoa Mrima katika dibwi la ulevi kwa sababu anaenda kum wakati anasikia kule ma, majalani anaenda kuwachukua kina Lunari wampeleke kule. Pia anaitumikia nchi yake kwa kufanya kazi ya waziri kwa bidii pale kwa chifu Mshabaha. Anafuatilia ile njama za Mshabaha kuhusu Waketwa na kumfahamisha zote kuhusu uh, Lunare. Pia tunaona Magwasha akihutubia Waketwa na kuwashauri warudi Matango. Pia na, ana- anamsaidia Lunare kuleta mapinduzi, yaani kuondoa uongozi mbaya walisulia tunamwona. Pia yeye anatumikia jamii kwa kufanyia Lunari kampeni. Magosha pia anashauri vijana mitaani waache kutumia mihadarati, anawaombea vijana wa mitaani na anamtembelea Lunari hospitalini. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni yako pale chini, uniambie video ambayo nataka nishughulikie kesho. Shukran sana na kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.